Sele yani yeah, ukiacha ukiacha mashabiki wa Simba mm, kutaka kuiona timu yao inafanya vizuri Sele naye pia ha, hana furaha sana kama unavyofikiria, kwa sababu mpaka sasa hivi uh, kinachoendelea, yeye ndiye aliyekaimu nafasi ya kocha mkuu kunako klabu ya Simba. Mechi ya kwanza alishinda goli tatu, mechi ya pili dhidi ya Azamu amepoteza kwa goli mbili kwa sifuri Manake kulikuwa na uwezekano uh, mkubwa sana kama angekuwa na consistency ya kushinda mechi mbili mfululizo tena ukiachilia mbali ile ya kwanza dhidi ya Azam, maana yake kuna watu wangeanza kulimba jina lake kwamba sasa apewe timu. Hatutaki makocha wengine, huyu huyu anatotosha. Lakini kwa sababu ameangusha alama tatu zote eh, dhidi ya Azam ya Ibenge, watu wanaanza kumuona pia kama kirusi katika ile timu. Na ukisikiliza mashabiki wa Simba baadhi wanakuwa na maswali ya kujiuliza ambayo kimsingi hata wewe labda huenda unajiuliza kwamba wamepita makocha zaidi ya watano tisa mpaka kumi nafikiri, mm. Wamekuja na wasaidizi, wasaidizi wao Matola akaendelea kuwa msaidizi kama kocha kiongozi mwenyeji wamekuwa wakitanaua sehemu. Sehemu ya benchi la u Eh, kuna watu asilia uh, labda kwa mfano sisi wa timu gani Mtibwa kwa mfano yeah, yeah. Lazima awepo mtu ambaye ameshatumikia Mtibwa muda muda mrefu eh? Ah, yani wa hivyo maana yake anakuwepo mwenye asili ya hiyo timu si nanielewa eh? Yeah. Eh, sasa, Mpuma, sasa Mpuma, na mwenye asili ya timu lazima uwe mvumilivu Sawa, sawa, eh? Mm. Mare mimi nafikiri hapo, nadhani mpaka leo ni miaka zaidi ya ya mitano na kuendelea, akiwa pale Simba Sports. Maana yake yeye ndiye amekuwa kibaki na timu pale, ambapo Simba imeachana na kocha fulani wa kigeni ambaye walikuwa wamemchukua. Sasa hoja yangu ni kwamba katika uongozi au administration ya football kwa sasa hivi nafikiri mm, viongozi wa timu husika wao ndio wanaijua falsafa ya timu yao, mm, na hivyo nategemea, kwa sababu wanaijua falsafa ya timu yao, ukiachana na hizo habari za kusema kwamba wakuwepo anajua falsafa ni mtu fulani, ni kwamba wanahitaji kumtafuta kocha ambaye wanaona anaendana na falsafa za timu, mm, achili ambaye nasema kwamba falsafa kwamba si Matola ndo mwenye falsafa za timu. Nitakutolea mifano hai ya baadhi ya makocha ambao wamekuja kwenye baadhi ya virabu wakashindwa kuendana na utaratibu wa timu wakaondoshwa, na maisha akaendelea, timu kaendelea kuperform vizuri. mm. Ni juzi tu ukiacha na Simba, juzi tu Young Africans. mm. mm. Moja ya kitu ambacho alikikosea ambacho nilikuwa nakizungumza kumleta Romain Folz, walileta tu kocha bila kuangalia huyu kocha falsafa zake na za timu zinaendana. Kilichokuja kutokea ni wananchi walianza kulalamika. Ah, anatuchezea, anatuletea mipira ya kizamani beki akiupata tu ni paa kule mbele nini na nini. Kitu ambacho wanayanga wao wenyewe sasa hivi hawaamini katika falsafa hiyo ya, sasa hivi Young Africans wao wanaamini katika falsafa ya gusa achia, kutendekao zinagongwa pasi kwanza zinaenda mda watu wanatembea mpaka anafika gorini.